Tulishuhudia mito ilikuwa na mawe makubwa sana kule, lakini siku hizi ni kama vile mito imekuwa flat, yani iko smooth kabisa, na maji yanateremka tu na matope hayo na kila kitu uh, shughuli za kuvuna mawe kwa ajili ya ujenzi na mambo mengine kama hayo bado nazo pia ni sehemu ya kile ambacho kinafanywa katika muunganiko wa shughuli za kibinadamu katika maeneo haya. Ni sahihi kabisa, ni sahihi kabisa. Tume hilo pia ni eneo jingine, na hii eneo tume tumeenda hatua mbele kidogo zaidi, tumeongea na wenzetu wa, wa, wa madini. Wanajua wenzetu wa madini wanatoa vibali vya kuvuna madini yakiwemo madini ya ujenzi, wakati mwingine hawajui eh, wanatoa vile vibali kwenye, kwenye online ili kwenye kurahisisha huduma, lakini pia kumekuwa na changamoto hiyo, wakati mwingine ma, maeneo yanat yanayoombewa kuchukua eh, kwa ajili ya ya kupata ya watu kuvuna madini yanakuwa ni maeneo ambayo ni hatarishi, yako ndani ya vyanzo vya maji. Bahati nzuri hili tume sisi kwa ngazi ya wataalamu tumeshaanza anza kulishughulikia na zipo vipo vibali kadhaa vya uvunaji wa wa, wa, wa mawe na mchanga vimefutwa. Kwa hiyo kuna watu ulikuwa unaweza ukaenda unamkuta ana kibali halali, kwa hiyo wanasema serikali ni moja hatuwezi kum, kumwadabisha kama amepewa kibali. Kwa hiyo tumeanzia kule juu kwenye kazi zetu za wataalam, lakini hili pia ni changamoto ambayo e, linaendelea kufanyiwa kazi.